ndio maisha yetu sisi ya kila siku. Sa, sa sawa? Sasa unaweza ukapewa hizo vitu, vitu vinatusaidia nini sisi sasa kwa mtu? Sawa? Tuviweke sasa kwa maisha yetu ya kila siku. Si. Sa, sawa? Iko hiyo. Ni maisha ya kumfikia Mungu aliyopo mbele. Tuna tafsiri nyingi sana za maombi. Sawa? Tukianza kuulizana hapa, atibaya watu na muda mrefu. Tutapata muda tukiulizana hapa. Kwa kwa maombi ni nini? Kwa kwa maombi ni nini? Tungepata majibu mengi ambayo yote ni kweli. Sawa? Tungepata majibu mengi ambayo yote ni kwe. kweli. Kile moja ni kwambie hii tafsiri ya maombi. Tutakusaidia. Sawa, iongeze na hiyo ya kwa kuongezea kitu yenyewe hapo. Naongezea kitu. Siivunji hiyo. Hiyo ulionayo msaidi, Ongezea na hiyo. Ni safari ya kwenda kukutana na Mungu, ndio maombi. Sawa, maombi ni safari ya kwenda kukutana, ichukulie hivyo kirahisi. Iko hivyo. Sawa, watu wengi wanaomba, imani nyingi wanaomba, dini nyingi wanaomba. Kuna tofauti gani na wewe unapoomba, mtoto wa Mungu? Maombi ya mtoto wa Mungu ni nyingi yamekuwa hayatoi matunda kwa sababu wamekuwa hawajafahamu nini maana ya halisi ya maombi. Kwa tafsiri ya jumla kuhusu maombi tuliokuwa nayo ni kwenda kueleza haja zako kwa Mungu, ndio tafsiri kubwa ya maombi ambao wengi tunatembea nayo kila. Si sindio? kwenda kupeleka haja zetu kwa Mungu ni sahihi, sawa. Maombi pia yanahusisha kupeleka haja zako mbele za nani? Za Mungu. Ila maombi siyo kupeleka haja zako mbele za Mungu peke yake. Sasa watoto wa Mungu wengi tumekuwa tunaishia hapo, kwa sababu kuna vitu tunavitaka, kwa sababu vile vitu tunavyovitaka, ili tuvipate tunatakiwa tuingie kwenye maombi, kwa tunaingia kwenye maombi kwa sababu ya vile vitu tunavyovitaka au vile vitu tusivyovitaka tusivyovitaa, kwa sababu tuna vitu tuvitaki, tunataka tuviondoe au tuvikomeshe. Kuna vitu tunavitaka, tunataka, tunataka tuvipate. Kwa hiyo tunaingia kwenye maombi kwa ajili ya vile vitu. Ni sahihi kufanya hivyo. Sababu neno la Mungu linasema haja zenu zinajulikana mbele za Mungu. Lakini akusema hiyo ndio tafsiri ya kwanza ya inaanzia mwanzo hadi mwisho wa maombi. Hilo ni eneo la kwanza katika hiki ambacho tunakuwa tunakisoma hapa sawa. Katika hiki tulichokuwa tunakisoma hapa kinaitwaje, unajua hiyo hiyo inakuwa ni ule uwa wa kukutania, kwamba umeingia wapi ndani uwani. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! tumwache baba hapa na, na mzee wa kanisa yeah Unapokuwa umepeleka haja zako mbele za Mungu, umefanya umeingia katika wingu la kwanza la maombi. Yani tukiweka katika tafsiri hii, ni kwamba maombi yana wingi, yana mawingu matatu. Sisemi yako hivyo, nasema kwa tafsiri hii ili tuelewane. Maombi yana mawingu mangapi? Matatu. Wingu la kwanza